Uh, karibu mpendwa mtazamaji katika kipindi chetu pendwa cha Puredrop science hapa ni mahala ambapo unapata elimu juu ya ubora wa maji na teknolojia ya maabara. Kuona video hii usikose kusubscribe, ku like na ku share na pia comment yako ni muhimu kama una jambo lolote la kutatiza kwenye upande wa ubora wa maji na teknolojia ya maabara. Shusha comment yako katika na katika matumizi ya ubora wa maji, wengi wetu hatujui maji tunayotumia yana ubora kwa kiasi gani, bali tunaangalia kwa kwa macho au wanasema kkmakut. Mfano maji hayana rangi, wanasema haya ni safi na salama, wakati ndivyo sisi, kwa sababu kuna viashiria ambavyo eh, vikitumika katika kupima ubora wa ma haya maji ni bora kwa kiasi gani. Hivyo tunaita water quality parameters. Water quality parameters. Mfano kuna viashiria vya kifizikia au physical parameters. Kuna viashiria vya kikemia au chemical parameters na biological parameters. Okay, katika physical parameters, hizi ni parameters ambazo kuna baadhi ya watu wanaweza kuangalia kwa macho lakini kuna nyingine ambazo unaweza kutumia vifaa hizi physical parameters kama si, ni kama nimesema kuna pH, kuna stability, kuna TDS, TSS, testing the odor, EC na color. Sasa wengi wetu tunaangalia kwenye upande wa color, tukuta maji yana rangi kuna jeshi kwa ha. Haya maji ni bora. Lakini tukuta test test kuna test wa kuna odor tunasema haya maji ni bora. Lakini tukuta kuna TSS, total suspended solid, hivi ni vitu ba au ni mata ambazo haziwezi kubifilta ni faro kuta kama vichembechembe vidogo vidogo hivi, vinaweza kusababisha labda na udongo au na mimea kuoza, hizo ni TSS. Lakini tablit ha ukne maji kuangalia, kwa hiyo kwamba haya maji ni bora, lakini awangalie pH, kiwango cha tindikali kwenye maji Hauangalii TDS, hizi ni minerals zilizodizolve kwenye maji. Hizi minerals zilizodizolve kwenye maji zinaenda kupelekea electrical conductivity. Kiwango cha maji kupitisha umeme. Ah. hivi vyote vinatakiwa viangalii katika utambuzi wa ubora wa maji kwenye upande wa physical parameters, ndio baada mwisho, tumesema bana, haya maji ni bora kwa kwa kuangalia parameta hizi na hizi na hizi Licha ya hali kuna parameta nyingine zimebaki, na zenyewe tunatakiwa zifanyiwe analysis kujua haya maji ni bora na yanafaa kwa matumizi labda ya kunywa. Kuongelea, tunajua kwamba maji yanatumika katika matumizi mbalimbali, viwandani, kunywa, kwenye umwagiliaji, kwenye kilimo na matumizi mengine mbalimbali. Kwa hiyo ni muhimu maji kabla ya kutumika katika matumizi fulani yafanyiwe ubora. kwenye physical parameter basi tuanze na pH. pH ni kiwango cha tindikali kwenye maji au naita basicity o acid, lakini kiwango cha tindikali kwenye maji kuna kitambua kwa pH scale. Baada ya kupima tunaangalia maji yetu kupitia pH scale. pH scale inaanzia 0 hadi 14 lakini kuanzia 7.1 hadi 14 ni base basic water na base ambayo ni dissolved kwenye maji tunasema ni alkaline, kwa hiyo ni alkaline water. Sasa maji ni acid, yanapelekea nini kwenye maji? Ndio tunarudi kwenye upande wa physical parameters. Kuna pH lakini kuna test, test gani inayotokea? Inatokea salt test kwenye acid, lakini kama ni base ni kubwa kwenye maji, inapelekea bitter test, unaona, ambapo parametas za physical zinaendana, lakini kama maji ni neutral ambayo ni pH sawa haya, huwezi kukutana ya acid wala base. Lakini kwenye pH tunaangalia pH, pH mfano mfano mzuri kwenye natural water lakini na treated water, natural water nasema pH inaanzia 5.5 point wote ni ni 6.5 hadi 8.5 pH ile ambayo inawasaidia viumbe wote wanaishi katika maji, anasema low water. Mfano kama ni samaki, wadudu wadogo wadogo wanaweza kuishi. Endapo ikiwa chini ya 5.5, basi viumbe hawawezi kuhimili kwenye hiyo pH chini ya 5.5. Lakini ikiwa ni zaidi ya 9.5 na wenyewe hawawezi kuvumilia, kwa hiyo inapelekea wale viumbe kutaabika beisapoketi. Lakini kwenye treated pia kwenye kutibu maji wanakisha echiina rendi range ikiwa nje ya 8.5 hadi, na ikiwa nje ya zaidi ya 8.5 au chini ya 6.5 inapelekea madhara mfano kwenye mitambo yao labda inaweza ikapelekea collagen, lakini kama pH labda ipo chini ipo zaidi ya nane pointi tano hata scales. Kwa hiyo katika utambuzi wa ubora wa maji pH ni muhimu sana na nyedandalio, kwa sababu ikapelekea parameta nyingine, mfano labda kwenye fisi kwenye chemical parameter pH inaweza kuhusiana na chemical parameter. Kuna pH mbano ukizidi inaweza kutokea baadhi ya chemical parameters nyingine tuto. Kwa hiyo unatolea mfano kama na natural water, labda pH imepimwa imekuta ni above 9.5 au below 10.5 mmoja wapo tunaweza kusema ni inawezekana katika mto fulani chanzo fulani cha maji pollution imetokea. Sasa nini kinafanyika? Kinachofanyika ni kwenda kuchunguza ule mtu au wanafanya monitoring, na wasipofanya monitoring, uchafuzi unaendelea kutokea, ndipo mwanzo wa uchafuzi wa maji unaanza pia. Kwa hiyo hivi ndivyo namna ambavyo ubora wa maji unafanyika. Hii ni sehemu mojawapo ya ubora wa maji unafanyika, inaelekeza kwenye upande wa pH. Kwa hiyo ni muhimu kupima ubora wa maji au kufanya uchunguzi wa ubora wa maji, kwa sababu inasaidia sana kulinda mazingira yetu, afya ya watumiaji wa maji, pia katika viwanda vinavyotumia maji, endapo ubora wa maji usipofanyika Uweza kupelekea majanga makubwa, mfano kuharibu vyanzo vya bia maji, viumbe hai vinakufa, viwanda vinaharibika, na pia watumiaji wa maji wanaweza kupata shida. Mfano kuna kufana kama chemical parameters, kuna viashiria vingine vikiwa ndani ya maji vinapelekea kansa, vinapelekea magonjwa mengine mbalimbali. Kwa hiyo ni muhimu kufanya bora maji kama una kisima chako una chanzo chako cha maji, ni muhimu mpendwa zani pia wa Tanzania ufanye ubora wa maji. Lakini pia huu ndio mwisho wa kipindi chetu, basi usikose kusubscribe, ku like na kushare share, pia komenti hapo juu ya kipindi hiki, kama umeelewa sana dondosha hapo, na pia kama kurorote kuhusiana na kipindi hiki chetu cha leo, dondosha komenti yako hapa. Tunasema Puredrop science.